Na katika kozi yako wewe, kuna kuna mtu yeyote ambaye alikuwa ameshatangulia ambaye ulikuwa unaweza kupata maelezo kutoka kwake? Kwa kweli hapo uh, unazungumzia kwa Mtanzania au wengine? Uh, kwa Mtanzania au mtu wote mgeni ambaye unamfahamu? Uh, kwa Watanzania hapana. Na nadhani sisi ndo tulikuwa mwaka wetu, tulikuja wafamasia wawili wa Tanzania kwenye kusoma hiyo masters. Okay. Na masters bell kwa hiyo ndo mwaka wake wa pili tokea wa pili, anzishwe sure. Hmm. Kwa sababu ni masters ambayo inafundishwa full in English. Okay, kwa kwa Kiingereza, kwa umekuja, <laughs> kwa unasoma Kiingereza Kiingereza. <laughs> Eh, eh. Kiingereza. Umekuja umekuja umeenda kusoma lakini kwa hiyo sisi ilikuwa ni batch ya pili na Na sisi ndio tulikuwa Tanzania wa kwanza. Okay. Na ni ile course ilikuwa ina international students wengi sana. Okay. Sasa mm-hmm. Kwa swala la la muhimu kupiga mstari, Ufaransa unaweza ukaja kusoma ukaja kusoma Kiingereza na na na hizi kozi ziko nyingi, sio kozi moja, ziko kozi nyingi unaweza kujapata kwa kusoma Kiingereza. Eh, eh. Lakini kwenye hizi kozi ambazo unasoma Kiingereza ada yake inakuwa tofauti na ada ya ya kozi unasoma za Kifaransa au mm, mara nyingi ipo hiyo. Mara nyingi kuna kuna kuna site mm. ya Campus France ambayo ina kila kozi inayotolewa kwa Kiingereza hapa kwa Faransa ni kweli kuna kozi za zinazotolewa ki ki ki mm -hmm. kwa Kiingereza ambazo ada yake ni kama zile za Kifaransa zinazotolewa kwa Kifaransa, tukimaanisha kama yanatolewa kwa Kifaransa, kwa maana inaonyesha ada yake ni chache, around euro 300 hadi 500 kwa mwaka. Ila za zinazotolewa kwa Kiingereza ambazo ni international, mara nyingi ndani ya kozi kuna mambo mengi sana wanajaribu kuyaweka kwenye hii kozi, mfano international speakers, international professors, maana kwa hiyo wana watreat as international students na ni international masters. Obvious demand ni kubwa kuliko kubwa zaidi, na oh, vitu vya kujaribu kuwapa ni vingi zaidi mm. Kwa hiyo ada yake mara nyingi inakuwa around euro elfu tano mpaka euro elfu saba.